Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa ni kwa ajabu, ni kwa sababu Yesu Kristo alizaliwa kama mtoto wa Mungu, alizaliwa kama kivuli cha Mungu ambaye haonekani, alizaliwa kama Mungu pamoja nasi. Kama vile unajua, Mungu ako na sehemu tatu: kuna Mungu Baba, kuna Mungu mwana na kuna Mungu Roho Mtakatifu. Mungu mwana, yaani hii sehemu ya Mungu ambayo ni Mungu mwana ndiye aliingia katika tumbo la Mary ambaye alikuwa mbikira, na kwa uweza wa nguvu za Roho Mtakatifu Yesu Kristo akaweza kupatikana katika tumbo au mimba. Akawa, yaani, kawa katika tumbo la Maria, ikawa sasa Maria amepata mimba pasipokuwa na uhusiano wake na mwanaume. Bwana Yesu Kristo asifiwe, ni kwa nguvu za Roho Mtakatifu Yesu Kristo aliweza kuumbika katika tumbo la Maria ambayo alikuwa bikira. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana e, ni kwa nini hiyo ilitendeka? Ilitendeka ni kwa sababu damu yake Yesu Kristo si damu ya mwanadamu, ni damu yake Mungu Baba, na ni damu ambayo ni takatifu, damu ambayo iliweza eh, iliweza kutusamehe dhambi zetu zote. Ni nguvu, ni damu ambayo ilisababisha eh, dhambi zote za ulimwengu kuondolewa ilisababisha laana zote za ulimwengu kuondolewa, ilisababisha magonjwa yote kuondolewa. Na kwa sababu e, Yesu Kristo aliposulubishwa msalabani alikufa na kuwa kwake, tunaona kwamba hiyo damu ndio ilifanya hiyo kazi, na alikuja kuangamiza nguvu za shetani, alikuja kuangamiza kazi zote shetani mwenyewe alikuwa ametenda hapa duniani. Bwana Yesu Kristo na asipiwe, tunaona kwamba baada ya wa wanadamu kusamewa dhambi zao Mungu Baba aliweza sasa kurudishia roho wake ambao alikuwa amewacha. Alikuwa amewacha wapi? Kama vile unakumbuka mwanadamu eh, wa kwanza ambao ni Adamu aliweza eh, kutenda dhambi na baada ya kutenda dhambi roho wa Mungu akaweza kumwacha pamoja na mke wake, yaani roho wa Mungu ambao alikuwa ndani ya Adamu na Hawa aliweza kuwacha na hiyo kuachana kwa, kwa roho ya mwanadamu na roho wa Mungu tunaita kifo, kifo cha kiroho. Kwa hivyo tunaona kwamba eh, Adamu wa kwanza aliweza kutenda dhambi na roho wa Mungu akaweza kumwacha na utukufu wa Mungu ukaweza kuondokea. Ndiposa Biblia inasema kwamba watu wote walitenda dhambi na wakapungukiwa na utukufu wa Mungu, na mshahara wa dhambi zetu ni mahuti. Tunaona kwamba Mungu aliweza kupitisha eh, ghadhabu juu ya eh, Adamu na mke wake, na pia juu ya shetani. Aliambia shetani ya kwamba ataweza eh, kutembea kwa, kwa kukro katika ulimwengu, ataweza kula eh, dust siku zote za maisha yake, na pia akamwambia ya kwamba yule mtoto wa mwanamke, yani mtoto wa mwanamke, mwanamke ataweza mgonga kichwa chake. Alikuwa anamaanisha Yesu Kristo, kwa sababu Yesu Kristo alizaliwa na mwanamke pasipo kuwa na mwanaume. Bwana Yesu Kristo nasikua sana. Diposa Yesu Kristo baada ya kusalibishwa msarabani na kufa na kwenda kuzimu, aliweza kumshinda shetani pale kuzimu, diposa aliweza kugonga kichwa cha shetani. Bwana Yesu Kristo na hasifiwe, haleluya. Na ni kwa nini Yesu Kristo pia alisaliwa? Ni kwa sababu Adamu wa kwanza alitenda dhambi na akasababisha uhusiano eh, wa wanadamu na Mungu, yani kupotea, yani kuisha, na hiyo kuisha kwa uhusiano mwanadamu na Mungu ndio ukasababisha Mungu sasa kutaka kuleta Adamu mwingine. Yesu Kristo alizaliwa kama Adamu wa pili. Adamu wa pili alikuja kutenda mapenzi ya baba yake, na alitenda mapenzi ya baba yake kwa sababu hakutenda dhambi, na kile Mungu alikuwa anataka atende ndicho alitenda. Na kwa sababu hiyo e, e, e, Mungu mwenyewe akampatia urithi wake, baraka zote za Mungu. E, e, mali yote ya Mungu, kila kitu ambacho kilikuwa cha Mungu akampatia Yesu Kristo, kwa sababu hakutenda dhambi na pia alitenda mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu Kristo na asifiwe sana. Na kwa sababu ya hiyo tunaona kwamba e, ile sheria ambao ilikuwa imewekewa Adamu na Hawa na pia wana wa Israeli iliweza kuondolewa. Ikawa sasa sheria haina maana tena, sheria ikaondolewa. Yesu Kristo akawa sasa ndio mwisho wa sheria, kwa sababu aliweza kuitimiza yote pasipo kukosea kwa moja. Bwana Yesu Kristo na asibiwe. Na kwa hivyo Mungu akaleta sheria ingine ambayo tunaita sheria ya neema. Neema ni ali ile ya kupata baraka za Mungu kwa njia moja tu, kumwamini mwana wake Yesu Kristo. Ukimwamini na kile unataka uende kwake kwa njia ya imani anakupatia Bwana Yesu Kristo na asifiwe sana. Hiyo inatendeka pasipo kufuata sheria, pasipo kuwa na matendo ya sheria, kwa sababu sasa katika hii hangano mpya, aaoni angano ya neema, e, mtu awezi kubarikiwa na Mungu, mtu awezi kuhesabiwa haki na Mungu kwa njia ya kufuata sheria, lakini Mungu anamhesabu haki kwa njia moja tu, kumwamini mwana wake Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo na hasifiwe. Kwa hiyo tumeona ya kwamba Yesu Kristo alikuja kama Adamu wa pili kwa sababu Adamu wa kwanza alisababisha wanadamu ku, yani kufanya uhusiano wa wanadamu na Mungu kuisha, yaani kuondoka na roho wa Mungu, akaondokea wakafa kiroho, na tukapata laana zote ambayo ni laana ya eh, kifo cha kiroho, laana ya magonjwa na maradhi, na laana ya umaskini, na hiyo ndio ikasababisha Mungu sasa akakubali Yesu Kristo mwana wake akaja akaingia katika tumbo la Meri ambaye alikuwa bikira, na kwa uwezo nguvu za Roho Mtakatifu Yesu Kristo akapatikana, akasaliwa pasipo uhusiano wa Maria na mwanaume. Bwana Yesu Kristo na asifiwe. Kwa hiyo damu yake ndio inasema kwamba iko na nguvu, iko na uwezo, iko na mamlaka juu ya kila kitu shetani aliweza kufanya. Tunaona kwamba Biblia inasema kwamba Yesu Kristo alidhihirishwa ili akavunjevunje kazi zote za Shetani, na kwa kweli alivunjavunja kazi zote za Shetani pale kuzimu, kwa sababu Shetani alikuwa anafikiria kwamba wanadamu wataendelea kufuata sheria, na alikuwa anajua kwamba wakifuata sheria hakuna hata mmoja angeweza kufuata. Kwa hivyo alikuwa anajua ya kwamba watakaa katika laana wakati wote. Kwa hivyo alikuwa anajua kwamba watakuwa chini yake wakati wote lakini Yesu Kristo alipotimiza sheria akawa mwisho wake, ikawa shetani sasa ana njia nyingine. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Tunaona kwamba yeyote ambaye anamwamini huyu Yesu Kristo, anamwamini moyoni mwake ya kwamba Mungu alimfufua kutoka kwa wafu, anahesabiwa kuwa haki, anakuwa sasa na haki ya kufanyika watoto wa Mungu, na akimkiri huyu Yesu Kristo kwa kinywa chake ya kuwa ni Bwana, anapata kila tunaita wokovu. Sasa roho wa Mungu ambao tuliweza kumpoteza katika shamba la Edeni, anarudi tena, anaingia katika roho ya huyu mwanadamu ambaye amemwamini Yesu Kristo, na anafanyika kuwa mtoto wa Mungu. Na roho wa Mungu anakubaliana huu roho wake ya kwamba yeye sasa ni mwana wa Mungu. Na kwa sababu sasa ni mwana wa Mungu, ako na haki uh, ya, ya kupata chochote kile kinachotoka kwa Mungu. Yaani anakuwa murithi pamoja na Kristo, murithi wa mali ya Mungu. Kwa hivyo urithi wote, utajiri wote wa Mungu ambao uko ndani yake Yesu Kristo unakuwa ni ya mtu huyu ambao amemwamini Yesu Kristo mwana wa Mungu. Aishie milele. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hivyo ningetaka kuambia kwamba kama uko mahali pale na huja mpokea Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako ningekusii omba maombi hayo nyuma yangu. Omba, Bwana Yesu Kristo, nimesikia neno lako, nimetambua ya kwamba mimi ni mwenye dhambi. Nisamee dhambi zangu zote, nioshe kwa damu yako. Kutoka sasa nimekukubali Yesu Kristo uwe Bwana na mwokozi wa maisha yangu. Asante kwa kunisamehe, asante kwa kunifanya mwana wa Mungu. Naomba nikiamini katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kama maombi hayo mayaomba, nataka kuhakikishia kwa kwamba Roho wa Mungu ameingia ndani yako. Sasa umepata amani ndani ya moyo wako kwa sababu umefanyika kuwa mtoto wa Mungu. Bwana Mungu akubariki. Amen.